Mimi kwa jina naitwa Mohamed Ali Kawaida, ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi Tanzania. Kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uzima na uhai, na siku ya leo tukaweza kukutana hapa tukiwa katika hali ya umoja na mshikamano, na kikini kikubwa ikawa ni amani kwa taifa letu. Jambo la pili, niendelee kuwashukuru sana ndugu waandishi wa habari namna ambavyo mnavyoendelea kujitolea na namna ambavyo mnavyoendelea kusambaza taarifa mbalimbali kwa jamii inayozunguka hii Jamhuri ya Muungano wa Tanzania juu ya mambo mbalimbali yanaendelea mbali katika taifa lao. Lakini jambo la tatu, leo tuwaiteni hapa juu ya uzinduzi wetu wa programu ya kijani First Time Voters. Na kijani First Time Voter hii sio programu mpya, bali huu ni mwendelezo wa programu yetu ile ya mwanzo iliyokuwa ikiitwa kijana na kijani na kampeni yetu hiyo ilikuwa na kauli mbiu iliyosema tunazima zote tunawasha kijani, kampeni ambayo tulizindua pale Dar es Salaam, tukaenda Pemba, tukaenda na Unguja. Kwa hiyo huu ni mwendelezo wa ile kampeni ya kijana na kijani, sema kwa kwa kuwa ama tumelikusudia kundi maalum la vijana, lakini sio tu kundi maalum la vijana bali tumewakusudia kundi maalum la vijana kwa wale ambao watakuwa mara ya mwanzo anapiga kura. Ndio maana tukaita kijani First Time Voters lakini lengo la kampeni hii ni bado kuendelea kuwasisitiza vijana wote ambao wanakwenda kupiga kura mwaka huu 2025 kuhakikisha wanakwenda kuchagua rangi ya kijani na tumetumia rangi ya kijani ili iweze kubeba mantiki na dhima na dhamira na ya viongozi wetu wote wanaokwenda kugombea katika mwaka huu 2025 hapa nikiwa na maana ya rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania kama ndio champion wetu nambari moja lakini pia Rais wa, wa Zanzibar na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, ikiwa na maana Daktari Hussein Al-Hassan Mwini, pia tukiwa na maana kampeni hii imelenga kuenda kuwaombea kura waheshimiwa wabunge katika majimbo yote watakaotokana na Chama cha Mapinduzi, lakini pia sambamba na hao waheshimiwa wawakilishi kwa kule kwa upande wa Zanzibar na madiwani kwa upande wa Tanzania nzima. Kwa hiyo hiyo ndio lengo kubwa la Kijani first time voters, na tunayo kauli yetu ambayo tunasema ikiwa watu hawasikii ikiwa watu wanajifanya hawaoni, basi mwaka huu kwa mwaka 2023 tunako kampeni chetu kidogo cha kuambia kwamba rangi nazo zitaongea kwa mwaka huu 2025. Kwa kwa msingi huo huo ndiyo dhamira kubwa ya Kijani first time voters. Niweke niweke vizuri kwamba kampeni hii kama nilivyoeleza hapo mwanzo ni mwendelezo wa kampeni ya Kijana na Kijani yenye dhamira ya kuendelea kuwahimiza vijana kujitokeza kwenda kukichagua Chama cha Mapinduzi na sababu kubwa iliyotufanya kuwaambia watoke wende wakachague Chama cha Mapinduzi kwa sababu ya utekelezaji mkubwa wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini ukienda katika ilani ya Chama cha Mapinduzi, yako mambo mengi makubwa yamefanywa kwa ajili tu ya vijana. Ukiangalia mikopo ya halmashauri, mikopo asilimia 30, ile tunaita local content, ukirudi katika ujenzi wa shule hizi nikiwa na maana kuanzia elimu ya msingi mpaka elimu ya juu, lakini ukijumlisha na elimu bure hii yote inakwenda kuwanufaisha vijana. Lakini sambamba na hiyo mikopo ya elimu ya vyuo vya kati ambayo hapo mwisho mwanzoni haikuwepo, na champion wa jambo hili atakuwa ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Kama hilo halitoshi, ujenzi wa miundombinu ambayo vijana itawezesha kusafirisha mazao kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo tutaenda kuyaeleza yale mazuri na makubwa yaliyofanywa kwa upande wa vijana. Hiko ndio kikubwa ambacho tutakacho tukitumia katika kuwashawishi vijana, hususan wanaopiga kura kwa mara ya mwanzo. Na hapa naomba niweke vizuri ili unielewe, kampeni hii tumewachampion zaidi wale wanaopiga kura kwa mara ya kwanza, kwa sababu wao ni wanagenzi ambao hawafahamu namna na zoezi la upigaji kura linaendaje, na pengine wanaweza kuwa wanagenzi au wageni katika masuala mazima ya kampeni. Na kama tujuavyo, wapo baadhi ya wanasiasa ambao hawana nia njema na taifa letu na nchi yetu, wanatumia kampeni chafu, kampeni nyeusi, katika kushawishi vijana hawa kwao. Ndio maana tukasema tuanze na hawa vijana ambao ndio kwanza mara yao ya kwanza kupiga kura, lakini haina maana kwamba tumewaacha vijana wale ambao tayari ni wazoefu katika zoezi la kupiga kura lakini kampeni hii pia inalenga kuwaambia vijana wajitokeze kwenda kuania ama kugombea nafasi mbalimbali katika uchaguzi wa mwaka 2025. Hapa tukiwa na maana katika nafasi za ubunge, nafasi za uwakilishi, nafasi za udiwani kwa upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini chengine inapanga ama inalenga kwenda kuwahimiza vijana katika namna bora na njema ya kuendelea kudumisha amani, umoja na mshikamano wa taifa letu. Jana nilikuwa nikiperuzi mitandao ya kijamii nimewaona vijana wa upande wa pili wa Kenya wakieleza wazi kwamba dhamira yao ya kuja hapa Tanzania kuja kufanya vurugu, na wakionyesha kwamba wamelipwa, ni Wakenya kabisa. Na tunajua kampeni hizi zinaendelezwa kwa baadhi ya maeneo, na nimeshawahi kusema hivyo mara nyingi katika mikutano yangu ya kampeni. Kwa hiyo kampeni yetu bado pia inalenga kwenda kutoa elimu kwa vijana, kwa sababu ndio kundi lenye nguvu, wasije wakatumika vibaya na wanasiasa wenye propaganda nyeusi.